Ajui, kumbe anajua, lakini vipi atajua asilolijua? Usiwe na wasiwasi mpenzi mtazamaji, kwani hapa ndani ya dira Kibu tutakupamba na kukujuza mengi pindi tu yanapochipuka. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne ambayo huwa ni siku ya maswahiba, bila shaka swahiba, kwani wanasema wanapopatana wa ndani hakuna linaloshindikana, na ndo sababu tumejaajaa studioni ili kufanikisha habari zetu siku ya leo. Jina langu ni Jackson Nami ni mwana Hamisi Ibrahim. Lakini kwanza tupate yaliyomo. Maandalizi ya mtihani yazidi kushika kasi chuoni Kibabi. Rais William Ruto atua Mlima Kenya kwa kishindo. Wakulima wazamia upanzi mvua ikizidi kunyesha Namu wanasema ukipanda pantosha utavuna pankwisha. Msemo huu umedhihirika bayana chuoni Kibabii, ambapo wanafunzi wanajiandaa vilivyo kukabili mtihani utakaonananga siku chache tokea sasa. Mwanahabari wetu Anastasia Were amekita kambi chuoni humo na anatuarifu kwa kina. Atafutaye hachoki na akichoka keshapata. Huu ndio msemo unaopata maana miongoni mwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii. Hii ni kutokana na maandalizi kabambe yanayoshika kasi kufuatia mtihani wa mwisho wa mwaka ulioratibiwa kung'oa nanga kuanzia tarehe kumi na moja hadi mwishoni wa mwezi huu. Utulivu wa aina yake umehanikiza chuoni humu, ishara tosha kwamba kila mja ana nia ya kufanya vyema katika mtihani huo. Hii ndiyo taswira halisi katika maktaba ya shule. Kila mwanafunzi anajitayarisha ipasavyo ili angalau asivune panquisha. Huku matayarisho ya mtihani yakizidi kupamba moto, baadhi ya wanafunzi wana wasiwasi ikiwa watafanya mtihani huu au la, kwani bado hawajakamalisha karo ya shule. Nikiripotia dira ya Kibu, jina langu Anastasia Were. Tukisalia hapo katika sekta ya elimu ni kwamba tume ya kuajiri walimu TSC imekumbwa na hali ya sintofahamu kwa muda sasa. hii ni kufuatia malalamiko kutoka kwa baadhi ya washikadau wanaotilia shaka mfumo wa uajiri wa walimu. Mwanahabari wa wa wetu Kaberenge Brian amevalia njuga swala hilo na hii hapa taarifa yake. Parliamentary Select Committee that that uh, all the teachers were uh, promoted in 2017. That was a lie. Je, ni tume ya haki au ni tume ya ulaghai? Hiki ndicho kitendawili ambacho bado hakijapata kuteguliwa kuhusiana na tume ya uajiri wa walimu nchini almarufu TSC huku ikizingatiwa kwamba yupo kwenye pilikapilika pilka za kukamilisha safari yake kama meneja ya mkuu wa tume ya TSC Nancy Macharia, ni wazi kwamba tume hii imezidi kukumbwa na masaibu tumbi nzima. Hivi majuzi pamekuwepo na mshike mshike kufuatia nafasi huru 522 na na zilizotangazwa na tume hii. Wengi wanasema kwamba nafasi hizi zimetengewa walimu walio na ukaribu wa pua na mdomo na viongozi wa kitaifa na hasa wabunge. Akizungumza hivi majuzi, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Moranga, Bibi Betty Maina alitaja kwamba alishuhudia mchana peupe walimu walio na mshikamano mwema na wabunge wao wakikabiliwa vyeti hivi vya ajira. Kinachokereketa maini zaidi ni kwamba kinyume na matarajio ya wengi, walimu chipukizi tu ndio wanaofarijiwa na hivyo basi, walimu stadi wenye uzoefu wa miaka mingi bado hawajapata vyeti vya ajira kutoka kwa tume ya TSC. Hao wamechukua walimu wengine, walikuwa wamemaliza miezi sita katika grade moja wamepewa promotion, na hao miezi sita walikuwa promoted mwaka juzi, anamaliza miezi sita promotion, miezi sita promotion. Na wamewacha walimu wengi ambao wanapatikana hapa patikana hapa Western, Vihiga, kuenda Kakamega, kuenda Rift Valley, kuenda Kenya nzima, mpaka Central, ambao wamekaa katika grade moja kwa miaka hata sita, saba hawajapata promotion. Hivyo basi ni ombi kwa walimu nchini kwamba serikali ingilie kati swala hili ili angalau pawe na usawa na haki katika tume hii. Nikiripotia Dira ya Kibu, zia langu ni Kaberenge Brian. Na katika habari za siasa ni kwamba Rais William Ruto ameukwea mlima Kenya kwa mara nyingine. Ni bayana kwamba mapokezi yamekuwa tofauti ikilinganishwa na hapo awali. Mwanahabari wetu Ndululunyani ameangazia safari hiyo, na hii hapa ni taarifa yake. Na bila wasiwasi aliubisha mlango wa mlima Kenya, akianza nyumbani kwake aliyekuwa naibu wa rais, Rigathi Gashagwa. Hapa makaribisho yalikuwa ya aina yake, hapa ahadi zikianikiza hewani, tahakikisha barabara zenu lazima zijengwe, stima iwekwe, maji itengenezwe, soko ijengwe, watoto wenu wasome. Rais pia akizindua miradi mbalimbali ikiwemo mbali uzinduzi wa mradi wa nyumba za bei nafuu. Hata hivyo, katika kaunti ya Embu, hali ikiwa ndivyo sivyo, kwani wananchi hawakusita kuonyesha ghadhabu zao kwa kupinga kila alichosema rais. Hii ni kutokana na hatua ya rais kumwondoa Justin Mturi kutoka kwenye baraza la mawaziri. Wewe, mwiliare, mwiliare reke, baka. Baada ya ziara hii ya rais ya William Ruto ya siku tano katika eneo hili pana la Mlima Kenya, lililobaki sasa ni utekelezaji wa ahadi tele alizozitoa rais William Ruto. Mimi nimesema wata wale walikuwa upinzani kupitia kwa broad-based government, nimesema waje tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, tujenge taifa letu la Kenya pamoja. Swali ni je, Rais William Ruto, watapata uungwaji mkono wa eneo hili mwaka wa 2027 kama ilivyokuwa mwaka 2022? Nikiripotia dira ya Kibu, mimi ni Nyani Ndululu. Ukulima ni uti wa mgongo katika uchumi wa taifa lolote lile, na ndo sababu wakulima katika maeneo mbalimbali kote nchini wanajizatiti haswa wakati huu wa upanzi. Mwanahabari wetu Bonface Ahabale ameangazia kilimo katika kaunti ya Bungoma na anatopakulia kwa kina. dalili ya mvua ni mawingu. Pindi tu yanapotanda sote watu tayari ni kwa ajili ya matokeo anuai, hasa huu wakati wa ukulima. Hivi sasa msimu huu wa mvua za masika unakuwa wakati mwafaka ni kwa wakulima ambao hujihusisha na masuala mbalimbali ya kilimo. Ikumbuke kuwa kwanza kulikuwepo na uandalizi wa mashamba kabla ya mvua ya kwanza ni kwa ajili ya kuondoa magugu na kunyausha makweke shambani. Hatua hizi huweka udongo katika hali nzuri ni kwa ajili ya kilimo kama jinsi kilivyo kilipo cha manufaa katika nchi yetu ya Kenya kiujumla, ndivyo wakati huu wa msimu wa mvua wa, wa kulima amejitahidi ni kwa ajili ya upanzi na shughuli nyingine mbalimbali za kilimo. Nikiripotea Dira ya Kibu, jina langu ni wetu, Bonface Ahabale, shukran. Mwanahabari wetu Bonface, kwa uketo wa taarifa hiyo, tupate kopo la maji lakini usiende mbali, kwani tutakaporejea mwanahabari wetu wa spoti papa papaida atatuzamisha viwanja Mile Media presents to you the third episode of The Big Table. Wanasema giza ni ulemavu, hata wenye macho huyaona kama mapande Asante sana mwenzangu, Jackson Simadoi na Mwana Hamisi. Karibu kwenye ulingo wa spoti, tupapae kwenye viwanja, tukianza na ligi kuu ya chuo kikuu cha Kibabii. Ni kwamba ligi hiyo inaweza kukamilika weekend jana, huku mwana Unity FC akibeba ushindi wa ligi hiyo kwa pointi 106 wa pili amekuwa mwana Ajax aa, akifuatana na pointi 85 huku Unity akichukua nafasi ya tatu kwa pointi 83. Uh, wale ambao mbao wamekuwa mwisho tatu wa kwanza amekuwa simu ya Titans akichukua nafasi ya 18 19, amekuwa mwana Avia Forces huku Sparks akifunga namba ya mwisho 20 na pointi 17. Tukizonga ama juu ni kwamba kwenye ligi ya Uingereza ambayo inaweza kupigwa weekend jana ni kwamba klabu ya Everton iliweza kusababisha sare ya moja moja na mwana Arsenal, huku Fulham ikimzaba mwana mwana um, Liverpool magoli matatu kwa mawili. Kwingineko ni kwamba siku ya Jumapili na dabi ya Manchester ambapo Manchester United waliweza kuzikaribisha wana Manchester City katika uwanja wa Old Trafford. Mechi hiyo ikaisha kwa sare ya tasa, na ikumbuka kwamba hiyo ndiyo imekuwa mechi ya mwisho ya mchezaji wa Manchester City Kevin De Bruyne kucheza kama mchezaji wa Manchester City. Tukisoma kwa kwenye kombe la mashindano mashina ya kombe la masikio marefu ama ukipenda UEFA Champions League, ni kwamba basi siku ya Jumanne mwana Arsenal aliweza kumchapa mwana Real Madrid magoli matatu kwa sufuri katika uwanja wa Fry Emirates. Huko kwingine Inter Milan kimchapa mwana Bayern Munich ni mawili kwa mmoja. Hii kumbuko imekuwa raundi ya kwa, ya kwanza kwenye uh, robo finali ya mashindano hiyo ya Champions League na raundi ya pili itakuwa inapigwa wiki ijayo. Kufikia hapo sina mengi ila kukushukuru mtazamaji wetu kwa kuambatana nasi katika humula wetu ikiwa haya ni matangazo ya mwisho ya dira ya kibu upande uh, wa sporti. ja langu nite papa Ida Habari hizo za spoti ndizo zinazotufikisha kilele cha taarifa zetu za dira ya Kibu siku hii kwa hi, hi ya leo, ikikumbukwa kwamba hii ni dira ya mwisho muhula huu. Tuwashukuru nyote kwa kufanikisha habari hizi, tukianzia na mapaparazi wetu, maripota, na bila kusahau ewe mpenzi mtazamaji, kwani kumekuwa na ushirikiano mkubwa, ushirikiano ambao umelinganishwa na mkono na macho. Naam, mwanahabari mwenza, wanasema mkono ukiumia macho ndio hutoa machozi. Cha kushangaza ni kwamba mkono huo huo ulioumia ndio hupangusa machozi. Tuwatakia wanafunzi wote kila la heri katika mitihani yao. Jina langu ni Mwanahamisi Ibrahim, nami ni Jackson si Madoi. The Extra Mile Media presents to you the third episode of the Big Table. Wanasema giza ni ulemavu, hata wenye macho huyaona kama mapandi.